Ajue jinsi gani ya kutakiwa aishi. Anasali, awapo nyumbani, awapo kanisani, anatakiwa aishi. Tabia ya mwanamke mmoja. Niweke hapo kwenye kwamba jinsi mzazi atakapoonyesha ndipo na mtoto wako ndio atakapokuwa. Na wewe unaonyesha nini sasa mbele ya mtoto wako? Ndiyo maana Musa katika hotuba yake ya mwisho kwa Israeli anawakumbusha wazazi kumpenda Mungu kwa moyo oo oh na Mungu kisha wawekeze hiyo tabia kwa watoto wao, kwa kufanya wao wenyewe bila kuajiri mtu afanye badala yao.

Mtoto kama umefanya hivi, mtoto kama umefanya hivi, uongee naye, upate nafasi ya kuongea naye. Mtoto naye akueleze ya kwake, kwa nini umefanya hivi kwa sababu hii? Utengeneze urafiki na mtoto wako pale nyumbani. Ili na wewe ujue mengi kutoka kwa mtoto au au kutoka kwa mtoto ujue mengi ya mtoto anapitia nini, ana changamoto gani. Huo ni urafiki tu utakaoweza wewe mtoto wako akuambie mambo yake. Usiwategemee wale wa shule. Sabato kufanyia kazi kuelekeza watoto wako njia impasayo kuifuata. Shule ya Sabato ni baraka kubwa ambao unatoa na siku ya kuyachukua majukumu yako yote. Mungu amewapatia akina baba na akina mama alina

Sifako ya mche kule unaona majani ya nyomiti yanapopisuka. Na kila inachofanya vile, ni utukufu kwa nani? Kwa unaona majani yanapofanya vile, yaendelea kutukuza Mungu. Kwa, kwamba mba tunapaswa kutukuza kwa namna gani katika maisha yetu ya duniani leo? Safari ya kusisimua kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Maria ambaye mwandishi anasema kwamba kwa safari yake ya imani inaanzia baada ya uponyaji wa ndugu wake ambaye anaitwa Angel. Huyu yeye alikuwa na kansa ya matiti, na baada benji, ya maombi mengi akapata uponyaji, na aliamini kwamba uponyaji ule alikupata baada ya maombi ya katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Na haitoshi tu kwamba Mungu alifanya mengi katika maisha yake. Huyu Maria yeye alikuwa anafanya kazi ya kuhudumia katika jamii mbalimbali, atoa huduma za kijamii katika taasisi mbalimbali, lakini na siku moja akapata wito ule wito aliyopata aliambiwa akajiunge na kikundi cha wajemunusabat wanaita Adventist Volunteer Service, mpango wa kanisa ambao ulikuwa wanaendeshwa duniani kwa njia ya kujitolea. Na baada ya hapo alijiunga na kikundi hiki, na alikuwa anafanya kazi katika nchi ya ikwano katika sehemu hii. Wakati aendelea na huduma hii, alijikuta pia akihudumia katika chuo kikuu cha Waadventista Wasabato katika eneo hilo, na alikuwa anafanya kazi ya kuwafundisha watu na watoto katika vikundi mbalimbali. Huyu Maria akafika katika nchi fulani, katika nchi ana kikundi kimoja cha watu ambao walikuwa watu wa asili katika eneo hilo, aua naitwa Satilia na neno hili ikuwa na maanisha kwamba ni watu watu wa kweli. Wakati fulani tukiwa ha, katika darasa la mwalimu mzee Masanja akasema kituhangu cha abali na mavazi nasaa, pengine alikipitia kisa hiki hapa. Hawa watu waasilia katika eneo hili uh, walikuwa na mavazi yao ya inani. Mavazi haya kembelea samu manisha anasema kwamba

na wakati mtu mzaji anaendelea naye kwa anasema kama mambo yanaweza kubalea watoto wetu katika maisha tunayo hizi, kwa ukumbe vile tulivyo, anakuwa katika darasa la walimu, kwa sababu ya, ya leoongelea hii, watu wengine wanajifunza nini kutoka kwetu. Kwa hiyo masomo leo kama yameviana, wanaenda kujifunza katika kitu ambacho kinafanana kwa watu hawa ambao huyu Maria alikuwa anaendelea kufundisha akaanza kuwafundisha neno la Mungu. Na alipowafundisha alikuwa anacheza na watoto, amekuwa na dili na watoto zaidi, vile anapofundisha watoto akafurahi, wala watoto wakienda nyumbani wanaenda kuwafundisha wazazi wao, na wazazi wanaiye mtuka watoto ambao ambayo a alimfanyaje, ndiye aliwafundisha na kufanya hivyo, alipendezwa sana kazi ambayo alikuwa ameifanya kitu. Lakini kingine kulikuwa na kikundi cha kanisa, alijiwa na kikundi kimoja cha kanisa. Ile kikundi kazi yake ilikuwa eh, ni kwenda kuwatembelea walevi. Anasema alijiwa na kikundi cha kanisa hicho kwa kutembelea kituo cha wale kuwezesha walevi kila juma. Sasa basi, pengine kuna kikundi jana ambao kuna makundi ya aina kama hii eh, na alipofika kumbe aliwafundisha mambo mbalimbali na kupitia michezo ya kuigiza alikuwa akifanya, na baadaye ulimtukuza Mungu kwa namna ambayo alikuwa endelea kujifunza na kuendelea kujiunga na, na kanisa. Ah um, lakini hata hivyo asoma, siku zote alikuwa ni mtu mwenye haya huyu huyu Maria, na kupitia kazi alikuwa imefanya na shida ambao alizitoa kwa watu wengine kulingana na maisha aliyopitia alijikuta Ariinti, olima, Mungu ya kwamba alisimulia jinsi alipoomba kwa ajili ya Mungu ponya maisha ya kama uukama katika za mwanzoni alipona saratani. Alieleza jinsi Mungu alipojibu alipojibu maombi yao na jinsi yeye na familia yake walipojiunga na kanisa la Waadventista Wasabato. Maria alishangaa kuona jinsi ushuhuda raisi kao wake ulipoweza kuwabadilisha watu wengine kwa kupitia shule mbalimbali ambao kuzona yale ambayo tumefanywa katika maisha yetu haya, yanatuwezesha kuwafanya wengine kuweza kutambua Mungu zaidi. Lakini baada ya hapo, kutoka kule walo, wakarudi tena katika nchi yake ya Chile kule ambapo naye alienda kujiunga na ali, chuo kikuu cha wadimiliswa kwa sababu katika eneo lile, na pale akapewa kuweza kufundisha watoto pia. Na hivyo basi, mwandishi katika nyuma hii anaelezea vile ambavyo utaratibu wa chuo kile ulivyo. Mwandishi so, uh, anasema chuo kikuu kinapaka kufungua kituo cha skolojia evis ambacho kitatuma mishenari thelathini katika maeneo mbalimbali kila mwaka, na hawa unataka kujenga madarasa matano ambayo ni miti ya bilia msingo kila juma. Maana yake ni kwamba sadaka yetu ya 13 ya robo hii tujitahidi, ili kuweza kuwezesha eh, chuki kui kuweza kuwa so, na huduma yake nzuri kwa ajili ya watu wengine. Somo letu lilikuwa na Musa Maria katika safari yake ya utume na kila ambacho amefanya na majukumu yake leo, na kwa watu mwisho, kuwa bariki sana na kuendelea kujibaka. Amina. Amina. Kama nilivyobarikiwa mimi. Basi naomba kama na Dorikasi wote pita mbele kwa ajili ya mtangulizi.

ni vyama ambavyo vya ukiristi, na ndio sababu hata leo unaona kundi kubwa ile kamarea kwa ajili ya kukusanya vitu mbalimbali, ili tuweze kufikia tuweze kwenda kuwafikia watu wabawa ambao bado hawajafikiwa na mji. Lakini swali lako uliuliza kwamba ni watu wa aina gani ambao wanatakiwa wawe katika, katika vyama hivi viwili, vyama hivi viwili vinahusisha sana wale watu ambao wa wameoa na kuolewa, lakini miongozo inasema kwamba mi ni watu wote wa nini wa kanisani wanatakiwa wawe, kwa sababu leo hawatahusika tu hao, watahusika kanisa zima, kanisa zima kwa ajili ya kusanya vitu hivyo ambavyo vitahusika kwenda kufikia makundi ambayo yanapangwa kufikiwa. Mimi ni mwanachama wa chama hiki, lakini ni mzee mlezi wa nyama. Bila shaka kila mtu ameelewa, ambaye yalikuwa namswa tam basi, marafiki wetu, tumefikia mwisho wa shule yetu na Sabato nikipenda wa mwisho wa shule ya Sabato ya leo. Hivyo wa kwanza kabisa anaitwa Eva Makaya mwenyekiti wa siku hii ya leou ao

watoto wetu watakuwa wanaendelea na vipindi vyao katika kanisa lao. Basi Mwenyezi Mungu abariki, tunaomba uliko, tunaombauli wa wako na mkono wako hiki chama cha Amo na Doricas, na kabisa mikono ni wako. Mungu, ukazidi kukiimarisha, wewe aweze enfin kuwafikia watu wengi mbalimbali, na waweze kuona mkono wako katika maisha yao. Asante Mungu wa mbinguni kwa kuotoajaka pamoja nasi na kila mmoja wetu hivyotu, ambavyo kupitia jina la Mwana Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu, amina.